Kuja kudanganya uakudanganyaa, niwakumbushe mimi ni professional soldier, askari mnajua ni nini. Kwa hiyo mwambieni asiomwoga e, na ni mtu mwema hivi, alinieleza mambo kadhaa, nafanyia kazi eh, pamoja na mengine yote, mipango yenu kunidhuru iko mezani ee, naifanyia kazi ee. Sisi kule kwenye medani chakabuzi tunasema kumpiga busu mamba mm. Kule kwenye medani e, maeneo yetu ya kujidai kule, tuna theori yetu moja ya kumpiga busu mamba ee. Zamani tulikuwa tunasema kumshika simba korodani, lakini ilishakwisha siku hizi, kuna kumpiga busu mamba. Eh, mipango yenu ya kunidhuru iko mezani eh, mnakaribishwa kwa sababu kwangu kufa ni faida eh, na kuishi ni Kristo eh, pamoja na mambo mengine yote mimi Yesu Kristo ndo mpango mzima na mwamini Mungu eh, mkifanikiwa <laughs> Uh, Watanzania niwaeleze kitu kimoja, kundi hili la wanamtandao wa huni ni kundi baya sana. Angalieni nchi yetu ilipofika mpaka sasa, nchi imejaa taharuki, nchi wana nchi wamekufa, alafu watu wanafanya sherehe. Wameshinda nani? alipiga kura eh? hali za watu zinazidi kuwa duni. Watanzania, tusiogope kila mmoja kwa nafsi yake asimame apaze sauti kwa vitendo, kwa vitendo kabisa. Mm. niko Tanzania tarehe tisa tutaanzia pale Masaki, tukitoka tunakuja Mikocheni, tukutane huko.